What's going on everybody? My beautiful peoples. Na leo niko na story kuhusiana na Mdogo Sajent. E bana, huyu ni mdogo ambaye anachipikia kinoma noma kwenye game ya singeli hapa bongo na kulikuwa kuna story ambazo zinaenda viral kinoma noma kwenye mitandao mi, ya kijamii e, baadhi e, ya watu kuweza kuchukua picha ya mwanamuziki wa kitambo enzi zao Ferooz Mdogo Sajent yeye ameweza kuthibitisha kwamba e, Ferooz sio baba yake, lakini anachoamini ni kwamba duniani ni wawili wawili wawili, hawezi kukataa jambo hilo. Tino Kid ni mmoja kati ya watu ambao wanamsimamia sasa hivi Mdogo Sajent baada ya management yake ya mdogo yaa Sajent, pamoja na Mdogo Sajent. E bana ni kubwa, kinoma noma. So, sasa hivi ame rise again baada ya kuweza kuachilia wimbo sasa pamoja na Chino Kid. Mdogo Sajent huyu ambaye ameweza kuachilia wimbo pamoja na Chino Kid, ambapo ni siku sita tu ambazo zimeza kupita, wimbo ukiwa na jumla ya watazamaji, eh, laki moja elfu ishirini na tatu kwenye mtandao wa YouTube. Lakini bado ukiendelea kwenda viral, kinoma noma. Hata pia platform tofauti tofauti zikiendelea kufanya challenge za kutosha kama vile TikTok na mitandao kadha wa kadha kadha. So, sasa hivi ni kwamba eh, Mdogo Sajent amejump in na kuweza kutuambia kwamba eh, lile sakata ambalo linaendelea la Feruzi pamoja na yeye amelifunga na kusema kwamba sio baba yake, lakini anaamini kwamba wanafanana kinoma noma. Tupe mtazamo wako kwa muda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Make sure kwamba drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, utakuwa umetisha kinoma noma. Mdogo mdogo ndio mwendo chao, tunazidi kusema kwa matendo and